Nina kusalimu katika jina la Yesu. Kwa majina yangu ninaitwa mtumishi Alice Pascal Haule. Ah, ninaamini Mungu amekupa neema na kibali tena siku ya leo, ili tuweze kuendelea na somo letu ambalo tulilianza na likawa na mwendelezo. Somo letu lina kichwa kinachosema maombi ndio uti wa mgongo wa maisha ya Mkristo maombi ndiyo uti wa mgongo wa maisha ya Mkristo. Somo letu linatoka kwenye kitabu cha Luka 18 mstari wa kwanza mpaka wa nane. Na wakati tukiwa tunajifunza siku mbili zilizopita, nilisema kama ambavyo mwanadamu huwezi kutembea pasipokuwa na uti wa mgongo, ndivyo ambavyo bila maombi maisha ya Mkristo kupiga hatua ngumu sana. Hivyo basi, iwapo unaamini kwamba kumtegemea Mungu kuna faida kwako, ni lazima uwe mumbaji. Kuwa Mkristo wa jina tu hakuwezi kukupeleka hatua yoyote. Utakuwa mtu wa malalamiko, utakuwa mtu wa manung'uniko na utafikiri kwamba umekuja duniani kuwasindikiza wengine, na utafikiri labda upande huu wa Mungu hakuna mafanikio. Lakini nachotaka kusema, kila mtu ambaye Mungu amemuumba, amemuumba ili atawale, amemuumba ili amiliki, amemuumba ili afanikiwe akiwa hapa duniani, na mwisho ndio kwenda mbinguni lakini maisha ya duniani ni lazima ufanikiwe. Mimi ni mmoja wa wahubiri ambao siamini katika umaskini, kwa sababu kama Mungu muumbaji ni, ni tajiri ndio mwenye kila kitu ambacho kipo hapa duniani, iweje wewe ambaye ni mwana wa Mungu uwe fukara uwe maskini? Jibu ni moja kwa sababu hujataka kutembea kwenye kanuni za Mungu, na katika kanuni za Mungu, kanuni moja ambayo ni ya muhimu sana ni kuomba, ni kuomba, ni kuomba. Tuliongea juzi kwa habari ya huyo mama ambaye alikuwa mjane na alikuwa akimsumbua huyu kadhi. Huyu kadhi akaona, huyu mama kwa sababu ananisumbua wa wa kila wakati, kwa nini nisimpatie kile anachokihitaji? Bwana asifiwe. Tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu na mtazamaji wangu ambaye tumeungana sasa katika ulimwengu wa Roho na katika mwili tunaweza kuonana. Tunakuomba ukatusaidie katika ibada yetu hii tunapojifunza kwa habari ya neno lako, tunapojifunza kwa habari ya kuomba. Kila ambaye Mungu amempa neema ya kuingia, basi akajipange na kusimama sawasawa, akajue mafanikio yake hayu, hayako katika kazi tu za kimwili lakini ni lazima aombe, na katika kuomba ndipo hata katika mwili atapata kufanikiwa. Roho Mtakatifu nisaidie na umsaidie anayenitazama akaweze kupokea kile ambacho umetukusudia tupate kula siku ya leo, kwa ajili ya utukufu wa jina lako Yesu Kristo, nimeomba na kuamini amen. Basi wakati nikiendelea na hili somo, natamani wewe ambaye ukusikiliza mwanzo, ukasikilize, ingia youtube sikiliza lakini, pia kama umejiunga na sisi muda huu, nataka uendelee kujua kwamba neno la Mungu ndiyo lugha ya mawasiliano. Kama neno la Mungu ni lugha ya mawasiliano, basi maombi ni mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mtu na Mungu wake. Unatumia lugha gani? Unatumia neno la Mungu pamoja na imani. Unapoingia kuomba, hakikisha unamwamini huyo Mungu unayemwomba, na hakikisha una lugha ambayo wewe na Mungu mtaelewana, ambayo ni neno. Maana ukiongea na mtu ambaye ana lugha nyingine, labda mimi ninaongea Kilatini, wewe unaongea Kijaruo ki, ki, inawezekana tusielewane. Lakini kama wewe unaongea Kinyakyusa na mimi naongea Kinyakyusa, au unaongea Kichaga na mimi nnaongea Kichaga, tutaelewana. Kwa hivyo neno ndiyo iwe lugha yako unapoingia kuomba, na hakikisha maombi yanakuwa ndiyo pumzi yako. Kama ambavyo unapumua kila siku, bila pumzi huwezi kuishi. Hakikisha kila siku, ikiwezekana kila saa, unaomba. Unaweza ukaomba katika roho na unaweza ukaomba katika mwili, lakini ujue kwamba matokeo yote ya mwanadamu, ya maisha, yanatokana na mtu wa rohoni mtu wa roho ni, ni nafsi na roho, sio huu mwili. Huu mwili ni jumba tu. Kwa hiyo kule ndani yako kuwe kunaomba, lakini hata huu mwili, hakikisha unatenga muda wako kila siku kwa ajili ya maombi. Kuna faida nyingi sana za maombi. Tunapoomba tunaimarisha uhusiano wetu na Mungu. Nimekuambia maombi ni mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu wake. Kwa hiyo tunapoomba tunaimarisha mahusiano yetu na Mungu, lakini hata mawasiliano yetu na Mungu yanazidi kuwa ya juu, ya juu yanaenda viwango vingine. Nilisema awali kabla ya somo la leo nikasema kwamba mtu anayeomba anaweza kujulishwa vitu vingi sana, anaweza kujulishwa vitu vingi sana kuliko yule asiyeomba lakini leo nataka kwenda kwenye hatua nyingine. Labda wewe una maono, una maono fulani, una maono ya kujenga kiwanda, labda cha cha kiwanda labda cha, cha kutengeneza mafuta, labda una maono ya kuwa na kiwanda e, cha kuzalisha nafaka, lakini pamoja na kwamba una pesa Kumbuka kwamba wapo watu wengi ambao wana viwanda vya kuzalisha nafaka au kutengeneza mafuta. Ili uweze kushinda katika ulimwengu huu tulio nao, maono yoyote pasipo maombi, hayo maono kukua ni ngumu. Tumwangalie mtu mmoja anaitwa Nehemia, katika kitabu cha Nehemia moja, eh, kuanzia pale mstari wa nne. Huyu Nehemia alisikia habari za nyumbani kwao, namna ambavyo ukuta ulikuwa umeangushwa, na Mungu akaweka mzigo ndani ya Nehemia ya kwenda kuujenga ule ukuta, ukuta kule kwao. Ndipo sasa Nehemia kabla hajaenda kuujenga ule ukuta, aliomba. Tusome kitabu cha nehemia moja nitasoma kuanzia mstari ule wa nne hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Kisha alifunga akaomba, mbele za Mungu wa mbinguni akasema, Nikasema, nakusihi, ee Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake, tega sikio lako, macho yako yakafumbuke upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako niyaombayo mbele zako wakati huu mchana na usiku kwa ajili ya wana wa Israeli, watumishi wako, hapo ninapoziungama dhambi na wana wa Israeli walizozifanya juu yako, nami na mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi. Kabla hajaenda kuujenga ukuta, aligundua ukuta mpaka umeanguka. Kuna namna, kuna dhambi ilikuwa imepita hapo katikati. Sasa akusubiri tu kuamua kwamba aende akajenge ukuta, aliingia kuomba. Ukiendelea kusoma sura ya pili na kuendelea, Nehemia alipata kibali hata kwa mabosi wake alipokwenda kuomba ruhusa ili aende kujenga ukuta, alipewa hadi vifaa vya kwenda kujenga. Kwa nini? Kwa sababu aliomba. Unahitaji kibali mahali fulani, lazima uombe. Una maono ya kufanya jambo kubwa, lazima uombe. Maono makubwa, maombi yenye nguvu. Bwana asifiwe. Wakati mwingine itakulazimu kujificha, kujitenga, kuwa na maombi ya kujitenga. Kwa utasema mtumishi, unasemaje? maombi ya kujitenga? Nilifundisha juzi, lakini na leo nakukumbusha kwamba hata Yesu Kristo alipokuwa akimaliza kufundisha. Yesu mwenyewe alikuwa akimaliza kufundisha, akikaa na watu, akawafundisha anaondoka na kwenda kwenye mlima wa Mizeituni, anaenda kuomba na anakesha. Wakati mwingine kule akiomba, ukisoma kwenye kitabu cha Yohana nane mstari wa kwanza mpaka wa pili utakutana na jambo hili. Lakini nataka nikwambie kitu, maombi ni silaha ya Mkristo katika dunia tulionayo ni dunia iliyojaa vita na vita hiyo sio ya damu na nyama. Kuna vita ambazo hatuzioni kwa macho, lakini twawezaje kushinda hizo vita iwapo sisi hatujui kuomba? Waweza kusema mtumishi, uh, mimi naombewa, lakini kumbuka huyo anayekuombea na yeye pia kuna wakati anahitaji maombi, kumbuka na yeye ni mwanadamu. Oh, sisi mtumishi wa, mtumishi huwa anatuombea, hata mimi huwa nawaombea watu, lakini ni muhimu ujitambue wewe kama wewe. Hizi ni nyakati za kusimama kwa miguu yako, badala ya kwenda kumfata shoga yako kama ni dada au rafiki yako kama wewe ni mkaka au ni mbaba, kwenda kumweleza ile taabu ulionayo. Hebu anza kwa maombi. Kabla Nehemia ajaenda kumwambia mfalme, alianza kwa kuomba, ili jambo lako liweze kufanikiwa, mwana wa Mungu, unahitaji maombi. Maombi ni silaha ya vita yenye nguvu ambayo inaweza kuangusha falme, inaweza kuangusha mamlaka, inaweza kuangusha wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Unaweza kuona vitu ni vigumu mwilini, lakini ni kwa sababu huna muda wa kukaa katika maombi, una muda wa kukaa rohoni na ukaomba kwa sababu kwa kadi unavyokaa kwenye maombi ndivyo ulimwengu wako wa roho unakuwa wazi, ndivyo ambavyo mambo yaliyo sirini yanaanza kufichuka. Unaweza kugundua ni wapi unakosea. Nipende kukupa mfano, labda unaomba kazi au unaomba uponyaji. Wee ni mgonjwa, utakapokwenda kwenye maombi ukijimimina mbele za Mungu kuomba, Mungu atakufunulia ni wapi uende kutibiwa. Mungu atakufunulia ni namna gani uandae hizo CV zako, ni wapi ambapo wamekusudia wewe ufanye kazi. Lakini watu wengi tunaishi maisha ya mwilini, roho connection nzuri na Mungu hatuna connection na Roho Mtakatifu. Matokeo yake, watu ambao wanaitwa wana wa Mungu, watu ambao wanasema wameokoka, watu wanaosema ni wa Kristo, maisha yao ni ya taabu kuliko watu ambao wako gizani na hawamjui Mungu. Na imefika mahali watu walio wanaomjua Mungu wanaosoma Biblia, wanaokwenda kanisani, wanapoona Mkristo mwenzao amefanikiwa, wanamuita majina ya ajabu na wanafikiria kwamba ni ufalme wa giza ndio umefanikisha. Hebu nikuulize, wewe ni mtoto halali wa baba wai, alafu kuna mtoto wa kulelewa pale kwenye familia, mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba, mtoto wa rafiki, anawezaje mtoto yule akawa na mafanikio kuliko wewe ambaye yule ni baba yako? Shida sio yule mtoto, shida ni wewe ambaye ni mwana eh. Anasema umefanyika kuwa mwana eh, amekupa ukuhani wa kifalme, wewe ni mzao mteule, lakini maisha yako unayoishi yako chini ya viwango, sio kwa sababu ya kazi unayoifanya sio kwa sababu ya utumishi ulionao, wala sio kwa sababu ya familia ulikotoka. Ni kwa sababu hujatambua siri za ufalme, na siri mojawapo ya ufalme ni kung'ang'ana katika kuomba, kwa sababu maombi ni nguvu ya Mkristo, maombi ni silaha ya Mkristo, maombi ni uti wa mgongo wa Mkristo. Bwana asifiwe. Lakini nataka nikupe jambo lingine, watu wengi waliofanikiwa kwenye Biblia nikisoma walijikita katika kuomba. Tukamsome Daniel. Daniel, ukisoma kuanzia kitabu cha Daniel sura ya kwanza, unaona Daniel ni mtu aliyekuwa anasoma vitabu, lakini ni mtu aliyekuwa anaomba. Kuna kisa cha Daniel ambacho kilisababisha mpaka akawekwa kwenye shimo la simba. Unakumbuka pale walipoona kwamba, kwa nini huyu Daniel anakuwa mkuu sana? Kwa nini anainuliwa? Kwa nini anaheshimiwa? Kwa nini anapata kibali kwa mfalme? Wakatafuta sababu ya kusababisha Daniel atolewe kwenye ile nafasi, na wakaenda kuongea kwamba huyu Daniel wala aabudu eh, aabudu miungu ya kwako kwa mfalme kila saa kila siku anasali anasali mara tatu kutwa. Daniel alikuwa anaomba asubuhi, anaomba mchana, anaomba jioni, ni zile zinazoonekana na akiwa amefungua milango na madirisha, lakini Daniel alikuwa anaomba hata usiku. Kwa maana hiyo Daniel alikuwa na uweza kuutawala ulimwengu wake wa roho. Uwezi kuwa mtawala katika mwili kama katika ulimwengu wa roho una nguvu. Bwana asifiwe. Ukisoma Daniel sita, eh, ni inakuachia kama, kama kazi yako ya nyumbani kama homework. Soma Daniel sura ya sita mstari wa kumi mpaka wa ishirini na nne utaona ni kwa jinsi gani alipotupwa hata kwenye lile shimo la simba Daniel hakuweza kudhurika hata kidogo wale waliokwenda kumshtaki waliomdumbukiza kwenye waliotumwa wakaenda kumdumbukiza kwenye lile shimo ndio hao sasa ambao walikuja kudumbukia wao katika kuomba kuna namna mabadiliko ya maisha yako kwa watesi wako yanakuja, namna unavyozidisha kuomba. Watesi wako pale walipokuchimbia mashimo watajikuta wanadumbukia wao, na kwa kadri unavyozidi kuomba, hata kama ulikuwa unazungukwa na watu wasio sahihi, wale watu sahihi wataondoka wenyewe, au itatokea jambo ambalo itasababisha wewe na wale watu mtapata kutengana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini ukiwa muombaji, mbingu zitakuamini. Mungu atakuamini. Atakufunulia siri za mambo makubwa na mambo hayo hata watu wengine inawezekana wasiyajue. Cha msingi, Mungu akikufunulia siri katika kuomba, iwe ni siri za nchi, iwe ni siri za kanisa, ili iwe ni siri za familia, kwa nini mnapitia, mnapopitia uwe na kiasi katika kunena lakini uwe mwepesi katika kuomba. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Roho Mtakatifu ananikumbusha, kuna watu wengine mpaka mnaamshwa, unaamsha saa nane usiku uombe, badala ya kuomba unatafuta simu yangu iko wapi, uende ukaangalie mambo yanaendelea mtandaoni. Kuna mwingine umelala saa mbili, ikifika saa sita unasikia kama unaweza ukawa hata kama unaota kama simu imepigwa au kuna mtu kakugusa bega, dega anka, unatakiwa kuomba lakini uombe, matokeo yake unafanya vitu vingine vingine, unalala. Maisha yako yanakuwa na vipigo from January to December, maisha yako yanakuwa ya tabu kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Unasema mtumishi, mimi naenda kanisani. Nikwambie vita yetu tulio nayo. Aijalishi wewe ni palishi weka, aijalishi wewe ni mwimbaji, aijalishi wewe ni mwanamaombi, uko kwenye kikundi cha maombi kanisani. Ile ya kanisani mnaomba kwa sababu ni kazi ya pale kanisani, lakini unapokuwa nyumbani kwako hakikisha unaomba. Uko chuoni, binti omba, uko chuoni, kijana omba, kila mahali. Sasa hivi kumemwagwa mambo ambayo ni magumu ya kukwamisha Wakristo unawezaji ja kushinda pasipo kuomba? Unaona mfano wa Nehemia aliomba, umeona mfano wa Daniel aliomba, lakini ukumbuke ule mfano wa juzi, Mathayo saba saba mpaka kumi na mbili anasema ombeni, nani mtapewa, bisheni, nani mtafunguliwa. Akaongea zaidi, akaenda mbali, hakuna mtu anayemwomba babake mkate akampa jiwe. Hao, anayeomba samaki akapewa nyoka au anayeomba yai akapewa nge. Akasema kama baba au wazazi wa dunia hii wanaweza kuwapa vilivyo vyema, mimi si zaidi? Unaweza kwenda kumwambia mtu siri yako shida yako, unajimua, unajifunua kila kitu kwa mwanadamu, lakini unashindwa kujifunua kwa Yesu, unashindwa kujifunua kwenye maombi kwa mbele za Roho Mtakatifu. Unapoomba, omba kikanuni Unaona, Nehemia aliomba kikanuni. Kwanza aligundua kuna shida, ndio maana ukuta umeanguka, akaanza na toba. Na unapotubu usitubu kwa ajili yako tu, tubu kwa ajili yako na wanaokuzunguka, maana ibilisi anaweza kupitisha hata kwa mke wako hata kwa mume wako hata kwa mtoto hata kwa mfanyakazi mwenzako hata kwa mtumishi mwenzako ambaye mnafanya naye huduma, omba na waombe na wao. Bwana asifiwe. Nataka kusema nini? Unapoenda mbele za Mungu usiende kinyonge. Nenda mbele za Mungu kwa toba, nenda mbele za za Mungu kwa shukurani. Usiwe mtu wa kusema baba ninataka gari, baba ninataka kiatu, baba ninataka perfume, baba ninataka sijui daftari. Kwanza shukuru, shukuru Mungu kwa yale ambayo ametenda kwenye maisha yako. Shukurani huwa zinafungua mbingu kwa namna ambayo sio ya kawaida jua namna ya kumsifu Mungu. Msifu Mungu. Unakumbuka wanafunzi wa Yesu walimuuliza, eh? Tufundishe kusali kama ambavyo wanafunzi wa Yohana wanasali. Akawaambia, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Neno Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Unaenda mbele za Mungu kwanza kwa kumsifu na kumshukuru. Zaburi ya mia moja mstari wa nne anasema, ingieni marangoni kwa kushukuru, nywani kwa kusifu. Yaani, hakikisha unaenda kiprotokol unapokwenda kuomba, na hakikisha unaongea na Mungu kwa maneno ya kinywa chako. Usiwe mtu wa kukopi and paste. Mwambie Mungu ni kwanza, ile Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Yaani kila mstari pale umejaa kuna minofu mingi ya kujazia hapo. Fanya kama hiyo ni kama skeleton. Au fanya kama hiyo ni ramani, afu ndani unajaza kijiji, wilaya, mkoa na nchi. Baba yetu uliye mbinguni, unaweza kwenda nayo hata nusu saa. Unasema uzuri wa baba, unasema wema wa baba, unasema upendo wa baba, eh? Kuomba ni mazungumzo yaliyo mazuri yaliyo matamu tunayozungumza na baba yetu. Mungu kwetu ni baba. Mungu kwetu sio FFU. Mungu kwetu sio mgambo wa site. Mungu ni baba yetu. Angalia mahusiano yako na Mungu kama baba, itakupa kujifunua mbele ya baba yako. Maana hata tukiumwa baba zetu, nikikumbuka tukiwa wadogo sisi, hata tungecheza tukaumia, huoni aibu kumwonyesha baba ni mahali gani umeumia, huoni aibu kumwambia baba imetokeaje shule, nani amekuonea, huoni aibu kumwonyesha baba kwenye daftari kwamba hapa nimeandika lakini sijapata, baba, nimekosea, sijui hapa nafanyaje. Twende mbele za Mungu kila siku kama watoto wake. Ongea na Mungu kabla hujaenda kuongea na watu. Mwambie Mungu ni nini haja ya moyo wako. Naye atakupatia kwa sababu yeye sio dharimu. Bwana asifiwe. Nina mfano mwingine hapa kutoka katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 4 mstari wa kumi. Hapa naongelea habari za mtu anaitwa Yabesi. Ninajua umewahi kusikia habari za Yabesi. Yabesi aligundua maisha yake yaliyokuwa anaishi akayaona kwamba ni maisha ambayo yalikuwa yamejaa uchungu, yani bitterness. Lakini maisha yale yalitokana na jina alilopewa. Akaona, iwezekani mi niendelee kuishi hivi. Akaamua kumlingana Mungu kwa maombi. Ukisoma mambo ya nyakati wa kwanza sura ya nne ule mstari wa nianze s mstari wa ngapi? nianze mstari, uh, nianze mstari wa tatu, naye nara ya, ya besi kwa habari ya besi ni kwenye Mambo ya Nyakati sura ya kwanza mstari wa nne. Sura ya kwanza, no, ni kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza, sura ya nne. Mambo ya Nyakati sura ya nne, kuanzia ule mstari wa sita. Naye Nara akamzalia Hazamu, Eferi na Temeni na Pishari, au ndio wana wa na Wanara na wana wa, wa Hera walikuwa Seti Iskari na Ethani na Akosi akawazaa. Ah, ah, Anubu Sobeba na jamaa za Abneli mwana mwana wa Rum. Mstari ule wa tisa naye yeah, Yabesi alikuwa ya mwenye heshima kuliko nduguze na mamaye akamuita jina lake Yabesi akasema, ni kwa sababu nalimz, nalimzaa kwa huzuni. Huyu Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunirudishia kunizidishia hozi yangu na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba pamoja na kwamba katikati ya nduguze yeye alizaliwa na mama yake akasema amemzaa kwa huzuni. Kwa hiyo aliandamwa na mambo ya huzuni, lakini aliamua kumlingana Bwana. Ni kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya nne kuanzia ule mstari anza mstari wa sita nina mpaka hata mstari wa kumi uone ni kwa namna gani Yabesi akukubali kuishi katika maisha aliyokuwa anayoona, akaamua kumlingana Bwana na Bwana akamfanyaje? Akamsikia na akatenda lakini kitu kingine nataka kusema kwa habari ya maombi, hakikisha unapoingia kuomba ujabeba watu kwenye moyo wako. Kuwa na roho ya msamaha. Kuna watu wanasema mtumishi wa Mungu, naomba sana lakini nashangaa sipati majibu. Sikia anasema eh, kwenye Mathayo sita anasema tukisamehe na sisi tutasamehewa. Kwa hiyo unapoenda kuomba hakikisha unavyomwomba Mungu rehema na msamaha, na wewe unawaachilia watu na kuwasamehe, ili maombi yako yaweze kupata kibali mbele za Mungu. Usiende ukiwa umewabeba watu. Watu hao unaowabeba ni wa Mungu pia. Kwa hiyo waachilie, wasamehe, alafu songa mbele, nenda mbele za Mungu. Kama unaenda kwa Mungu kwa ajili ya kuomba, kwa ajili ya jambo lako, nenda. Kama unaenda kwa Mungu kwa ajili ya shukurani, nenda. Unaenda mbele za Mungu kwa ajili ya kumsifu tu na kumwabudu tu. Mwabudu kwa kile unachoweza kusema kutoka kwenye ki